Kuna shida zingine ambazo only God can fix. Mawimbi yanapovuma kukuzamisha umuite Baba. Oh, hebu nipige ile ya boringo, ile ya inaitwa je, ile ya makoma ile na na na uh, Yeah. <laughs> Yo, this is talented kid anaitwa Moses, alikuwa ni mshindi wa BSS. By the way, niko naye leo kwenye drip check, angalia drip zake kwanza, zilipopoa e, bana noma kaka hii outfit inaitwaje? Ni ka ni which song ambayo ni your favorite of all time? Kwenye nyimbo zangu ama nyimbo za artist wengine, za